Mheshimiwa Mpina pia ameeleza kutoridhishwa na hali ya usafi wa mazingira katika halmashauri ya mji wa Babati kutokana na uzalishaji mkubwa wa taka ngumu unaokadiriwa kufikia tani 50.2 kwa siku huku uwezo wa halmashauri hiyo ukiwa ni kukusanya tani 21 tu kutokana na uduni na uchakavu wa magari na mitambo ya kusafirishia taka kwenda katika dampo la Isigino lililopo umbali wa kilomita 11 kutoka mjini Babati. Tumechoka. Taifa hili linapata wagonjwa maradhi mengi kutokana na watu kuugua magonjwa ya uchafu. Leo tuna wagonjwa, kati ya wagonjwa waliolala majumbani na walio hospitalini na wanaoumwa na kutumia dozi mbalimbali, wengi wao wanaumwa magonjwa ya uchafu. Asilimia 60 mpaka 80 wanaumwa maradhi ya uchafu. Uharibifu wa mazingira kutokana na shughuli za kibinadamu katika eneo linalozunguka ziwa Babati linalotegemewa na zaidi ya wavuvi mia tatu pamoja na misitu ya asili ya Ufiomi Hara, Himiti, Bonga, Sawe, Chemchemu na Managet yenye ukubwa wa hekta zaidi ya elfu sita ni changamoto nyingine iliyotolewa mbele ya naibu waziri Ruhaga Mpina na mbunge wa Babati vijijini Mheshimiwa Jitu Soni na mbunge wa Babati mjini Mheshimiwa Paulina Ginkuru. Kwa mfano leo gichameda hatujui kama wako salama kwa sababu maji yote ya mito yote yanaelekea huko na tayari wao walikuwa wameshukuru mvua wakati haikineshi, lakini sasa kwa siku ya leo hali itakuwa ni mbaya kabisa na inaweza kuleta pia maafa. Ne, yote hayo inatokana na shughuli za kibinadamu inafanywa katika maeneo ambayo haikusik ofisi yako na wizara yako watupatie zile dustbin ambazo tunaweza kuweka kwenye mtaa na mpubo wakakusanya uchafu na ukatuzwa mahali salama, alafu gari letu la halmashauri likaja kubeba uchafu huo. Hata hivyo, katika kuhakikisha mji wa Babati unakuwa safi, halmashauri ya mji huu kwa kutumia mapato yake ya ndani imenunua gari maalum la kisasa la kuzolea taka ngumu kwa gharama ya shilingi milioni mia mbili thelathini ambalo litakuwa na uwezo wa kubeba mita za ujazo kumi na mbili pamoja na ujenzi wa vizimba viwili ili kupunguza tatizo la kuzagaa kwa taka mjini ikiwemo kutumia sheria ndogo ya mwaka elfu mbili na saba pamoja na sheria ya mazingira namba ishirini ya mwaka 2004 dhidi ya watu taasisi au viwanda vinavyochafua na kuharibu mazingira. Kutoka Babati mkoani Manyara, naitwa Mabere Makubi wa ITV.